Buka ua ana kuna usafirishaji kuna lipacha. Sasa pale ndo mwanafunzi wote anaweza kujichambua kwamba nilipofika kwa utu nikaanza kusoma, nikasoma, nikasikia mbona kuna kitu kinanisukuma nikupenda. Unanielewa jamani? Kwa hiyo nikaanza sasa kufuata masomo hayo kwa urahisi, kwamba masomo gani ninayeweza sana kufikia. Ndo kuna utalii wa aina mbili, na utalii unaitwa social tourism, ambao ni utalii ambao unasoma ambao mambo ya hoteli, mambo ya masoko, mambo ya vitu vingine na kuna utalii